uliyotuambia tuombe hatari iliyo mbele yetu. eba Baba, hatari yoyote iliyo mbele yetu, iliyotengenezwa, iliyolatimiwa kwa jina la Yesu, kwa huyu ndugu yangu wa mkono wa kushoto, wa mkono wa kulia, na mwinua mbele zako, na inua maisha yake na afya yake na uchumi wake na uokole wake namleta kwako kwa jina la Yesu. E Mungu, naomba rehema kwa ajili yake, msamehe msamehe, msamehe, naomba msamehe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila hatari aliyotengewa kwa damu ya Yesu. E ndugu yangu, e ndugu yangu, e rafiki yangu, e mtumishi wa Bwana, kila hatari waliokutegea, saa hii ninaiondoa Ninaiharibu hatari ya kiafya, hatari ya kiuchumi, hatari juu yako leo ikaondolewe kuanzia sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ukawe mwenye afya njema, ukawe mwenye uchumi mwema, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ukafike salama mwendo wako, ukaubarize salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, yale magonjwa ya hatari yanayowapata Leo nayondoa kwako: kufeli, kushindwa, kansa, kifua, malaria, ukimwi, moyo kwa mkua, kwa jina la Yesu juu ya ndugu yangu, yasitokee. Kuachishwa kazi, kuachishwa kazi haraka, mikosi, ajali, hatari mbele yako, Mungu aiondoe kwako, naiondoa kwako katika jina la Yesu na